Kwanza nashukuru, nafikiri tumefika Dar es Salaam salama na hali ya hewa nzuri. Jana nafikiri tulienda kujinyoosha kidogo jioni. Kwa hiyo kesho ndio mchezo wenyewe na Simba, tunajua ni mchezo gani tunakuja kucheza. Ligi sasa hivi inaendelea mwishoni, kwa hiyo pointi sasa hivi ni muhimu sana kwa Simba. Pointi ni muhimu kwa sababu wakipata, naf bado yuko kwa nafasi ya kugombea ubingwa na kubwa. Acha hiyo mambo ya concede goli kikubwa, sisi tumejipanga, tunajua ubora wa Simba upoje yo tumejipanga kwenda kucheza na Simba, kwa hiyo na ubora wao tunauelewa vizuri tu. Kwanza uh, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika Dar es Salaam salama salimini, na kwa niaba ya wachezaji wangu tupo vizuri kama alivyoongea mwalimu, na hakuna chingine ambacho tunawaidi wana Dodoma zaidi ya kwenda kupambana kesho na kupata matokeo. Penda kuwakaribisha wapenzi wa mpira, mashabiki wa Dodoma jiji waje kwenye uwanja wa KMC kesho kuja kupata burudani na kikubwa zaidi kwamba sisi tutakuwa pia na mashabiki wetu wengi kutoka Dodoma na Wadodoma ambao wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa tunachofurahia kwamba hatutakuwa wenyewe, tutakuwa na watu wengi sana uwanjani, na mashabiki pia wa Simba waje pia, kwa sababu wao ndio wenyeji na sisi tutakuwa ni wageni, lakini baada ya dakika 90 sisi ndio tutakuwa ndio wenyeji.